Katika swala zima la malisho na maji, ndugu zangu, kama tunafuatilia wote, tumeona hivi karibuni mheshimiwa e, waziri mkuu wetu Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amezungumza na vyombo vya habari, lakini kazungumza mbele ya wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wakiwa kwa uwakilishi wao, kueleza athari za ukame tunazopitia kwa sasa kama taifa na ninatambua kwamba athari hizo za ukame hata sisi wanabasodami tumeziona, kweli si kweli? Mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri pakubwa, kwa sababu na wazee wangu watakubaliana na mimi, mvua tulizokuwa tunapokea miaka ya nyuma, au vipindi ambavyo tulikuwa tumezoea mvua inaanza kunyesha, kwa sasa hali imebadilika, si ndio? Kwa hiyo, ndugu zangu, tunalo jukumu sisi kama wizara lakini sisi kama watanzania kwa ujumla kuona namna za kupambana na changamoto hii. Na ndiyo maana kwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niko mbele yenu hapa leo ili cha kwanza kufanya tathmini ya hali ya ukame tulionayo, na mimi nimeamua kuja hapa ili kwa pamoja tuone changamoto hiyo na nyinyi mmeizungumza, kwa sababu kama hakuna maji manake hata malisho hakuna, si ndio? Kwa hiyo ndugu zangu sisi kama wizara tumekuja na mambo kadhaa. La kwanza katika swala zima la malisho, wizara ime, serikali imeamua kufanya tafiti ambazo zitasaidia kupata mbegu bora za malisho, ambazo mbegu hizi sisi wafugaji tukizipata na kuzilima tukazimwagilia, basi tuna uwezo wa kuzitunza kwa muda mrefu bila kupoteza virutubisho vyake lakini vina vina uwezo wa, wa, wa kutusaidia kupata mavuno mengi sana ndani ya ekari moja. Ndugu zangu, tafiti hizi tunaendelea kuzifanya ili kuhakikisha tunaboresha maisha ya wafugaji wetu. Ni tamaa yetu kubwa kuona kwamba wafugaji kipindi cha ukame hawapitii changamoto ya malisho kama ile tuliyokuwa tunapitia mwanzo. Na sisi kama wizara, kwa kipindi hiki cha mwaka huu 2025/2026 tumetenga fedha milioni 263 za kuhakikisha tunasambaza malisho kwa, kwa kuanzia kwa, katika, kwa wafugaji 300 nchi nzima na kwa wafugaji hao nimeambatana na mkurugenzi wetu wa malisho, nimemwelekeza kwamba tuangalie wafugaji wa, wa walioko Hanang' wawepo katika mpango huu <laughs> ili tuweze kuwapatia mbegu za malisho kwa mpango huu wa awali, muone namna ya kuzitumia, na kuna mbegu ambazo ndugu zangu, ukipanda eka moja una uwezo wa kuvuna tani 80 mpaka mia kwa eka moja, na kwa mvuno mmoja. Hii yote ni bidii ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuwekeza katika tafiti ili kusudi mfugaji aweze kuondokana na changamoto ya ukame.